Jinsi ya kutumia neno la Mungu kivitendo ili kupata unachotaka kila, kila mtu katika maisha yake hapa duniani yako mambo ambayo anayahitaji, viko vitu anatamani kuona vinatokea katika maisha yake. Sasa asubuhi ya leo tunaenda kuangalia namna gani ambavyo neno la Mungu linaweza kutusaidia au linaweza kukusaidia wewe kupata yale unayoyahitaji katika maisha yako kwa sababu siku zote sisi tunaishi tukihitaji. Ndio maana ujumbe huu nimeuita ujumbe maalum, kwamba ukifuatilia na kuchukua hatua itakusaidia kuweza kupata yale mambo ambayo unayahitaji. Neno letu la msingi katika ujumbe huu ni ile Zaburi ya mia moja kumi na tisa na ule mstari wa mia moja na tano Zaburi ya mia moja kumi na tisa na mstari wake wa mia moja na tano Naomba sote tufungue katika bibilia zetu halafu tusome haya maneno kwa pamoja. Zaburi ya mia moja kumi na tisa na ule mstari wa mia moja na tano. Tukisha kufungua tutasoma kwa pamoja mstari huu, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Hili ndilo andiko letu la msingi katika ujumbe huu. Daudi anaandika anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga kwa njia yangu. Kwa kuzingatia andiko letu hili la msingi, tunagundua kwamba Biblia ni chanzo sahihi katika kutupatia mwongozo mzuri, faraja ya kweli na hekima ya Mungu. Unapokuwa ukitembea huku, una mwanga wa kukumlikia hiyo inakupa uhakika wa kuwa salama wakati unapokuwa ukitembea. Kwa hiyo neno la Mungu ni chanzo sahihi cha kutupatia sisi mwongozo mzuri katika maisha yetu na katika yale yote tunayoyataka. Lakini neno la Mungu ni faraja ya kweli, kwa sababu wakati mwingine katika maisha yetu tunapita katika mambo yanayotukatisha tamaa, yanayotuvunja moyo. Sasa mtu anapokuwa amevunjika moyo, kitu anachokihitaji wakati huo ni faraja, faraja. Sasa neno la Mungu ni faraja ya kweli. Lakini ili kuendelea kuishi vizuri hapa duniani na kufanikisha yale unayoyafanya, kama mtu wa Mungu unahitaji hekima. Sasa neno la Mungu ni hekima, neno la Mungu linatupatia hekima ya Mungu katika maisha yetu. Kwa maana hiyo kupitia mafundisho sahihi ya Biblia, unaweza kujua nini unachokihitaji na jinsi ya kukipata hicho unachokihitaji kupitia mafundisho sahihi. Achana na yale mafundisho ambayo watu wanafundisha ili kujinufaisha, achana na yale mafundisho, achana na yale mafundisho ambayo watu wanasimama nayo wakiwa wamekosea tafsiri ya maandiko, achana na yale mafundisho. Lakini fundisho sahihi linalotoka kwenye neno la Mungu hilo linatosha kabisa kukufahamisha na kukujulisha nini unachokihitaji na namna gani unaweza ukakipata. Ndio maana ni muhimu sana kujifunza namna gani unaweza ukalitumia neno la Mungu ili kupata kile unachokihitaji. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusihi ee mtu wa Mungu uliyeko mahali hapa, katika jina la Yesu, maneno haya ya asubuhi hii ya leo yachukue yafanyie kazi, utaona matokeo. Sio lazima upewe mafuta ya upako, sio lazima ukanyage maji ya upako, sio lazima upewe kitambaa cha upako, lakini neno la Mungu linatosha kuleta matokeo katika maisha yako. Kama unaamini sema amina kubwa. Ndio maana kusudi la ujumbe huu ni kujifunza namna ya kutumia neno la Mungu kivitendo ili kukusaidia kunisaidia kupata yale mambo ambayo ninayohitaji. Sasa, asubuhi ya leo nitakuonyesha nitakupitisha kwenye hatua za msingi ili kwamba neno la Mungu likusaidie kupata yale mambo mbayo unayahitaji katika maisha yako. Mambo gani unapaswa kuyafanya kama mtu uliyeokoka ili neno la Mungu ambalo unaliamini liweze kusaidia kupata yale mambo ambayo unayahitaji siku zote katika maisha yako. Leo nitakupitisha kwenye hatua mbili za msingi, na Mungu atakapotupa neema tutaangalia na hatua zingine, lakini hatua hizi mbili ambazo ninakupitisha asubuhi ya leo ukizifanyia kazi zitakupa matokeo. Haleluya, zitakupa matokeo kabisa. Utaona vitu vikitokea na utaona mambo yakitokea ya tofauti katika maisha yako, kwa sababu umechukua hatua na umefanyia kazi neno la Mungu ili likusaidie kupata yale mambo unayoyahitaji. Hatua ya kwanza ya msingi ni kulisoma neno la Mungu na kulielewa. Naomba uandike hatua hii ya kwanza. Hatua ya kwanza ya msingi kabisa, ili neno la Mungu liweze kukusaidia kupata yale unayoyahitaji katika maisha yako, hatua hiyo ni hatua ya kulisoma neno la Mungu na kulielewa. Wengine wanaamini katika mazindiko na kwa namna fulani, kwa sababu wanaamini yale mambo yanawasaidia kupata yale wanaoyataka, lakini ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Mtu anayeamini katika hilizi, nakupa mfano, lakini sitaki uamini katika hilizi. Na usiamini katika hilizi katika jina la Yesu. Aliye yule anayeamini katika hilizi utakuta mara zote pale alipoelekezwa kuiweka hiyo hilizi hait, haitoki haitoki. Kama ameelekezwa kuivaa mahali kwenye mwili wake, saa zote atavaa na kutembea nayo hataivua. Haleluya! Hatavua kwa nini? Kwa sababu anataka ile hilizi msaidie kupata mambo anayoyataka, havui. Kama ameelekezwa kuweka mahali pengine kwenye nyumba yake ataweka pale, haitatoka pale, itakaa pale pale kwa sababu anataka imsaidie kupata mambo anayoyataka. Sasa hili neno la Mungu likusaidie kupata mambo unayoyataka, hatua ya msingi ambayo lazima uifanye kila siku ni kulisoma neno la Mungu na kulielewa. Yaani, unalisoma halafu unahakikisha umelielewa ili uweze kulitumia sasa kupata yale unayoyataka. Haleluya! Nitakuonyesha maandiko. Kwanza tutasoma kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza na ule mstari wa nane. Kitabu hiki cha Torati kisondoke kinywani mwako, bali uyatafakali maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana. Anaelekezwa na Musa. Wakati huo Musa anamkabidhi anamkabidhi kazi ya kuongoza wana wa Israeli. Kumbuka wana wa Israeli walisafiri kutoka Misri kuelekea Kanani miaka arobaini, na safari yao kwa kawaida ilitakiwa ichukue siku arobaini, lakini wakati wanasafiri walikosea, walifanya makosa mengi njiani. Kwa hiyo ikawagharimu kusafiri miaka arobaini kutokana na yale makosa walioyafanya walifika mahali wakamkosesha Musa kiongozi wao aliyekuwa ametumwa na Mungu kuwachukua kutoka Misri kuwapeleka Kanani, wakamfikisha mahali Musa akakosea akafanya tofauti na Mungu alivyokuwa amemwelekeza. Na alikosea mara ile Mungu alipokuwa ame... wana wa Israeli walipokuwa jangwani wakiwa wanahitaji maji ya kunywa, mara ya kwanza Mungu alimwambia, wakati wanalia wana wa israeli. Mungu alimwambia Musa, piga mwamba huu, kisha utatoa maji nanyi mtakunywa. Akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake, halafu ule mwamba ukatoa maji, wana wa Israeli wakanywa, wakaendelea na safari yao. Wakati wanaendelea na safari, wakafika mahali pengine, wakawa wanahitaji maji, wakaanza kumlilia Musa. Sasa wakaanza kumlilia Musa na kumla, na kulalamika na kulalamika sana. Sasa Mungu akamwelekeza Musa, akamwambia zungumza na mwamba. Haleluya! zungumza na mwamba, utatoa maji. Sasa kwa sababu ya stress na vitu vingi ambavyo walikuwa wamemfikisha hapo wale watu walikuwa na waongoza yeye baadaye kuzungumza na mwamba akaupiga, haleluya! Kwa akawa wamekosea. Sasa kutokana na yao makosa aliyoyafanya, Mungu alimwambia wewe, hautaingia katika nchi ya ahadi. Lakini Mungu akamchukua akamweka kwenye mlima, akamwonyesha nchi ya ahadi, ni ile pale, lakini wewe hautaingia. Atakayewaingiza wana wa Israeli ni Yoshua. Kwa hiyo hapa Musa anamkabidhi sasa safari ya kuendeleza gurudumu ili aifanikishe safari yake, ili aweze kufanikiwa katika safari hiyo, anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Maanake neno la, la, Mungu lisiondoke, haleluya, lisiondoke kinywani mwako. Anamwambia ndivyo utakapofanikiwa, utakaoifanikisha njia yako na ndipo utakapostawi sana, haleluya. Maanake alitakiwa kuishika neno la Mungu ili limsaidie kupata anachokitaka. Yoshua alikuwa anataka nini? Kusudi la Yoshua ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuingia na kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanani hiyo, hilo ndilo lilikuwa hitaji la kwake. Sasa anaambiwa, ili kulifanikisha hilo, kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako. Kwa hata sisi watu wa Mungu, ili neno la Mungu lifike mahali litusaidie kupata yale tunayoyataka, lazima tulisome na kulielewa, maanake likae ndani yetu. Inasema hivyo katika kitabu kile cha Wakolosai sura ya tatu mstari ule wa 16. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yake. Likae ndani yake. Biblia Kiingereza inatumia tafsiri ya liishi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Sasa huyu ni Paulo alikuwa anawaandikia Wakolosai katika sura ya tatu na ule mstari wa 16. Nafikiri umefungua. Anamwambia neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yake. Sasa neno la Kristo ni nini? Neno la Kristo ni lipi? Yesu anafanua katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya kumi na mbili na ule mstari wa arobaini na tisa. Yale maneno ambayo Yesu alikuwa anayatamka, ukizingatia tafsiri ya, ya, ya mstari huu hayakuwa maneno ya kwake mwenyewe. Kwa hata Paulo anaposema neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu, maanake ni neno hili la Mungu. Kwa Yesu anathibitisha kwamba hata wale waliokuwa wakimtazama wakati ule aliokuwa wakiishi duniani ili miaka thelathini na tatu walipokuwa wakimtazama, anawambia no, mnaponitazama mimi hamnitazami mimi, mnamtazama yeye aliyenipeleka. Haleluya! Maanake hata ukinisikiliza mimi, anasema ukinisikiliza mimi, unamsikiliza yeye. Yale aliyokuwa anayanena yalikuwa ni maneno ya Baba. Sasa Paulo anaandika, anaandikia Korosai kanisa, ili analiandikia, anasema maneno nalikae kwa wingi ndani. Kwa maana hiyo, ili neno la Mungu liweze kuleta matokeo kwenye maisha yako na likusaidie kwamba upate yale unayoyataka, lazima likae ndani yako, na ili likae ndani yako, ndio ile hatua ya kwanza, lazima ulisome na kulielewa. Bwana Yesu asifiwe. Lisome na kulielewa, lisome neno la Kristo na uhakikishe umelielewa. Sasa ili uweze kulisoma neno la Mungu na kulielewa, kuna mambo ya msingi, kuna mambo ya msingi. Jambo la kwanza, lazima usome Biblia kila siku. Lazima usome Biblia kila siku. Au usome Biblia mara kwa mara. Kila siku inawezekana ukashindwa, lakini usome, usome Biblia mara kwa, kwa mara. Hallelujah. Read the Bible regularly. Soma Biblia mara kwa mara. Hapo ndio neno la Mungu linakaa ndani yako na lin, linapokaa ndani yako linakusaidia kuifanikisha njia yako. Hallelujah. Linakusaidia unaifanikisha njia yako, linakusaidia unastawi katika maisha yako unastawi, katika Mungu unastawi, katika familia yako unastawi, katika mambo yako unastawi, katika biashara yako unastawi, kila unachokifanya unastawi, kwa sababu neno la Mungu ndilo linakusaidia kustawi kwa unalisoma mara kwa mara. Lakini jambo la pili, ili uweze kusoma neno la Mungu na kuelewa, una unajenga una tabia unajenga tabia ya kulisoma neno la Mungu, unaposoma neno la Mungu mara kwa mara hiyo ndio inakusaidia, ina ile hali ya kufanya mara kwa mara inakuwa tabia. Unajua kitu unachokifanya mara kwa mara kinakuja baadaye kinakuwa tabia. Kuna vitu vinne vinavyoweza kumtengenezea mtu tabia psychologically. Jambo la kwanza au kitu cha kwanza kinachoweza kumtengenezea mtu tabia kinaitwa haiba, haiba personality. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho kinamtengenezea kina, kina mtu tabia. Haiba yake. Lakini kitu cha pili kinachomtengenezea mtu tabia ni elimu yake. Lakini kitu cha tatu kinachoweza kumtengenezea mtu tabia ni watu wanaomzunguka, wanao. Haleluya! ndio maana mtu ambaye hana tabia ya ulevi akikaa na walevi kwa muda mrefu na kushirikiana nao kila wakati kila wakati, unaweza ukashangaa baadae na yeye akaanza kunywa pombe. Ko, ki, kitu cha tatu kinachomtengenezea mtu tabia ni watu wanaomzunguka <laughs> lakini kitu cha nne ni imani yake. Imani yake nayo ni kitu cha nne kinachoweza kumtengenezea mtu tabia. Sasa kama ukijiwekea utaratibu wa kusoma neno la Mungu mara kwa mara, utakuta kusoma neno la Mungu imekuwa tabia yako, na kitu kinapokuwa kimekuwa tabia ya kwako, maana yake utaweza, ukifanya mara kwa mara utasahau. Haleluya, hautashindwa kufanya na hautaona, hauta vibaya kufanya kile kitu ambacho unakifanya kama sehemu ya tabia yako wengi wamepotelea humu kwenye maandiko, wanakosea tafsiri, alafu wanaondoka na vitu visivyo sahihi, wanaanza kuifanyia kazi na wanapotelea huko huko. Na ina, inaanzia wapi? Inaanzia kwenye kuchukua andiko na kulisoma alafu badala ya kufanyia kazi ile yale matumizi ya lile andiko, mtu anaondoka na kitu anaokifanyia kazi ambacho sio sahihi na vile ambavyo andiko lile lilikuwa linataka. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Sasa mtu wa Mungu, unataka nikwambie, unapolisoma neno la Mungu na kulielewa ili likusaidie kupata kile unachokitaka, jambo ambalo unatakiwa ulifanya kila siku bila kuacha, ni kukazia kwenye matumizi ya lile andiko ulilolisoma. Haleluya, kukazia kwenye matumizi application of the scripture. matumizi ya lile andiko, kukazia pale pale, kuishika ili na kuanza kuifanyia kazi Nitakuonyesha maana tunajifunza kutumia neno la Mungu kivitendo ili kupata kile tunachokitaka. Kwa hapa lazima nikuonyeshe hapa unatakiwa kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Na kuanzia leo, mtu wa Mungu, nataka nianze kuona mabadiliko katika maisha. Nianze kuona vitu tofauti kwenye maisha yako. Hii ndio shauku yangu baada ya leo. Kama mtu yeyote wa Sauti ya Matumaini Tanzania. Mtu yeyote wa Sauti ya Matumaini Tanzania. Nataka uwe hmm, ni mtu ambaye unakazia zaidi kwenye matumizi ya andiko ili nikuletee matokeo kwenye maisha. Bana Yesu wasifie sana, eluya. Unaposoma andiko na kulielewa jambo la muhimu, ili lilete matokeo kwenye maisha yako, lazima ukazie kwenye matumizi yake. Unajua wenye ukoma ngozi zao zinakuwa kama zimekakamaa, zinakakamaa na ule ukoma kai unavyoendelea mpaka kula viungo. Watu wengi wenye ukoma pale nunge wapo unge okay, utakuta wengi hawana vidole, ukoma ule umekula vidole. Ngozi ya mtu mwenye ukoma inakuwa imekakama. Sasa Biblia inasema baada ya kujiosha mara ya saba, ngozi yake ikawa laini kama ya mtoto mchanga, maana yake ukoma wake umeondoka. Sasa mtu mwingine akisoma andiko hili, mtu mwingine akisoma maandiko haya, akiwa mtumishi wa Mungu kama mimi au kama wewe, hapo anaweza akasema, sasa ha, kumbe sasa, hapa sasa, ni habari ya kujichoga, ni habari ya kujiosha, twende tukajioshe, tukajioshe katika mto fulani, twende tukajioshe katika mto fulani. This is not application of this scripture. Hiyo sio tafsiri ya andiko hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Unashangaa, mtu anaanza kuwafundisha watu na kuambia, sasa, wiki hii itakuwa ni wiki ya kujiosha, itakuwa ni wiki ya kujiosha, na watu wanaanza kujiosha, njoo na maji yako, njoo na kila kimu. Ah, sio tafsiri ya andiko, haitakuletea matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Ili andiko likuletea matokeo, lazima ulielewe. Haleluya! Kwenye andiko hili kitu ambacho natutondoke nacho hapa kwenye hili andiko ni kutii. Haleluya! Kutii maelekezo ambayo Mungu anakupa maelekezo ambayo mtumishi wa Mungu anakupa ndio application ya hili andiko, sio kwenda kujiosha haleluya. Ukienda kujiosha kwa sababu umesoma tu hapa, nakwenda kujiosha haitakuletea matokeo haleluya. Otherwise Mungu akwambie wewe, akwambie nenda akafanye hivi na hivi, au kwa kutumia mtumishi wake akupe maelekezo, amwambie mwambie, huyu mwelekeze, afanye moja, mbili, tatu ndio italeta kwa unaposoma neno la Mungu ili likuletee, likusaidie kupata kile unachokitaka, ni lazima uelewe matumizi ya hilo neno inataka ufanye nini. Haleluya, inataka ufanye nini? Nimekupa mfano. Hii ni, ni kitu kilichotokea. Huyu aliambiwa, alielekezwa nenda kajioshe katika mto Yordani mara saba. Sasa ukisoma hapa, usiondoke na habari ya kujiosha mara saba. Watu wanapenda, watu wanapenda, hata sisi hapa tukisema tuandae maji moja hapa. Tuseme hiyo wiki itakuwa ni wiki ya kujiosha. Hapa hapa tatosha. Sasa utashangaa ni kama umepata unachotaka lakini hakitadumu. Utapata lilifu ndani na ile lilifu utaona ita, utajikuta kama ni kama umepona vile lakini after a moment tatizo limerudi pale pale. Mnakumbuka kikombe cha baba? Wale wale waliona. Mnakumbuka? Kile kipindi watu wengi walikufa. Watu wengi kipindi kile walikufa. Wale walikuwa na magonjwa sugu yale, wengine walikuwa na sukari, wengine walikuwa na ukimwi, wengine walikuwa na, na vitu gani. Kikombe cha babu kikiwa, kitu chenyewe hakichagui, kila ugonjwa unaondoka nacho. Watu waka wengi wakaamini, wakaenda Arusha, watu kibao, wengine wakaenda, akisha kunywa kikombe kile na dawa alizokuwa anatumia, na acha sasa, ile ile imani ya ule na nini, inakuwa kama mtu amepona, lakini baada ya muda mfupi tatizo kombe lilikuwepo halikuondoka. Wengi walikufa. Ndio mambo yanayoendelea mtu anapokuwa ameondoka na tafsiri sio sahihi, anaanza kutekeleza no mambo sio sahihi, anafikiri amepata matokeo, kumbe hajapata matokeo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa, ili uweze neno la Mungu likusaidie kupata kile unachokitaka jambo ambalo lazima ulifanye, soma neno la Mungu na uelewe, na ukishakusoma na kuelewa, simama na ile application, yale matumizi ya andiko ndio usimame nayo. Haleluya, simama na hiyo hiyo hiyo, so, ng'ang'ana na hiyo kila ambacho neno la Mungu inataka ufanye ndio ukifanye, utaona matokeo na kinachokitaka utakipata katika maisha yako katika